Falme za Kiarabu UAE zimetangaza kuwa zinaondoa wanajeshi wake waliobaki nchini Yemen. Hatua iliyokuja saa chache baada ya mkuu wa Baraza la Urais la Yemen, ambalo linaungwa mkono na Saudi Arabia, kuitaka UAE iondoe majeshi yake ndani ya saa 24. Katika taarifa rasmi, serikali ya UAE imesema uamuzi huo ni sehemu ya mabadiliko ya mkakati wake wa kijeshi nchini Yemen, ikisisitiza kuwa itaendelea kuunga mkono juhudi za amani na uthabiti wa kisiasa badala ya uwepo moja kwa moja wa kijeshi. UAE imeeleza kuwa itaendelea kushirikiana na washirika wake wa kikanda katika kusaidia mapambano dhidi ya makundi yenye msimamo mkali na kutoa msaada wa kibinadamu. Ombi la kuondoka kwa majeshi ya UAE lilitolewa na mkuu wa Baraza la Urais la Yemen akieleza kuwa uwepo wa vikosi vya kigeni bila uratibu wa karibu na serikali ya Yemen unachangia mvutano wa kisiasa na kijeshi hasa katika maeneo ya kusini mwa nchi hiyo. Alisisitiza kwamba mamlaka ya serikali kuu yanapaswa kuheshimiwa na kwamba maamuzi ya kiusalama yafanywe ya kwa makubaliano ya kitaifa. UAE imekuwa mshirika muhimu wa muungano unaoongozwa na Saudi Arabia tangu kuanza kwa vita vya Yemen mwaka 2015 lakini, katika miaka hivi karibuni imepunguza kwa kiasi kikubwa uwepo wake wa kijeshi, ikihamisha jukumu kubwa kwa vikosi vya ndani vya Yemen vinavyoungwa mkono Abu Dhabi, hususan kusini mwa nchi hiyo. Hatua hii mpya ya UAE inakuja wakati Yemen ikiendelea kukumbwa na mgogoro wa muda mrefu uliosababisha janga kubwa la kibinadamu huku mamilioni ya raia wakikabiliwa na uhaba wa chakula, huduma za afya na makazi. Wachambuzi wanasema kuondoka kwa majeshi ya UAE kunaweza kubadilisha mizani ya nguvu ya kijeshi na kisiasa hasa katika serikali inayotambuliwa kimataifa, waasi wa Houthi na makundi ya kujitenga ya kusini. Jumuiya ya kimataifa imekuwa ikihimiza pande zote zinazohusika katika mgogoro wa Yemen kuzingatia mazungumzo ya amani na kupunguza mapigano, ikisisitiza kuwa umuhimu wa suluhu ya kisiasa na kudumu ili kumaliza vita vilivyoingia mwaka wake wa kumi.